Kikundi cha Itagutwa Farming Group kiliasisiwa na kampuni ya ushauri ikiitwa na Maingo Business Agency mwaka 2016 na 2017, ikiongozwa na mkurugenzi Biubwa anayeishi Dar es Salaam na mratibu katika mkoa huu wa Iringa nilikuwa mimi Saidi Ngamiro. Tulihitaji kufanya ufugaji nyuki katika msitu wa mlima Mose wenye ukubwa wa hekta 651, ukihitaji mizinga zaidi ya 65,000, lakini kutokana na sintofahamu ikashindikana kufikia mwafaka kwa wakati huo. Hatimaye umoja wa wakulima wa wafugaji ambao uliitwa UVIBIRA ukiasisiwa na Namaingo ulisambaratika baada ya kuibiwa pesa kiasi cha milioni 16 zikiwa katika akaunti tukiendelea na mchakato huu wa kuja kufuga nyuki Itagutwa, lakini ilipofika Septemba 2017 Januari, mwasisi marehemu Mzee Rose mda Mzee Rose Rose Kinemo akiwa mwenyekiti alituongoza kufungua kuanzisha kusajili kikundi cha Itagutwa Farming kwa mara ya kwanza katika halmashauri ya wilaya ya Iringa kwa namba IDC stroke IGA stroke 221 na tukawasilisha kwa mkurugenzi wa halmashauri Iringa, wakitusaidia na wataalamu wake kumaliza mchakato tarehe 21 moja mwezi wa kwanza 2018 tukasaini mkataba wa ukodeshwaji hifadhi ya mlima Mose katika kijiji cha Itagutwa. Julai 2018 kikundi kilifanikiwa kuweka mizinga 50 kwenye banda ikiitwa B House. Mwaka 2019 kikundi kikaongeza mizinga 71, hatimaye kufanikiwa kulipa kiasi cha shilingi laki sita na elfu hamsini kwa kipindi hicho cha mwishoni mwa mwaka 2018 kuingia 2019 kwa uwekaji mizinga hiyo ambayo jumla yake ilikuwa mizinga 120 na moja. Kwa majina anaitwa Fredy Hashimu Kafuru, ni mwenyekiti wa Itagutwa Farming Group ambao siku ya leo hii tumekuja kutambulisha huu mradi wa ruzuku ambao tumeipata kutoka TFS ya uhifadhi mazingira kwenye mradi wetu wa ufugaji wa nyuki. Tumetumia nguvu kubwa sana mpaka sasa hivi hapa, nguvu ya wananchi, nguvu wanakikundi kwa kuchanga kidogo kidogo mpaka hapa tulipofikia kuendelea kuomba misaada kwa wadau tofauti tofauti ili tuweze kuhifadhi mazingira kwa pamoja na tuweze kupata manufaa kutokana na mazao yatokanayo na nyuki. Mwanzo kulikuwa kuna uvunaji wa miti, ukataji miti ovyo, uchumaji wa kuni, lakini baada ya kuhifadhi mazingira kwa kufunika mizinga ya nyuki pale, tumekwenda kuimarisha ule msitu hauingiliki na hivyo vitu vyote vifanyike. Hizi jitihada zote tunazofanya na kuunda vikundi vingine ili tuweze kufuga tuwe watu wengi kwa pamoja na bado tunaendelea kukaribisha watu wengine, makampuni mengine kuja kuwekeza, kwa sababu uhitaji ni mkubwa, uzalishaji ni mdogo. Leo hii kwa mfano, kwa kiwango cha chini sana, ambayo tumempata mtu wa mwisho kilo 1500, kila baada ya miezi miwili, sisi peke yetu hatuwezi kuzitimiza. Lakini kuna balozi alikuja kutoka Marekani, wakasema wanahitaji tani 15 kwa kila baada ya miezi mitatu, bado hatuwezi kufikia. Kwa hiyo, soko lipo, soko ni kubwa, ndio maana tunawashawishi watu wafuge ili kwa ajili ya manufaa yao. Naitwa Hezekia Dianu Lawa, ndio mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Itagutwa. Mradi wa ufugaji nyuki wa Itagutwa Farming Group umeupokea kwa mikono miwili kwa nguvu zote, kwa kuwa na kwa sababu ule mradi kabla ujaingia vile vyama, vyazo vya maji vilikuwa vinaingiliwa na watu ovyo ovyo. Sasa baada ya kuja mradi hapa kijijini na kuweka mizinga pale eneo lile la mlima mosi, basi uhifadhi na uoto ukadumu na baadaye hii chazo cha maji kikawa kikatanuka, maji akawa natoaka wingi, na ndio sababu watambuzi wa wataalamu wa maji wakaja ku, kugundua pana maji mengi. Kisa chazo ni uhifadhi wa msitu kupitia watu wa nyuki, ambapo mpaka sasa watu wa Luasa wametega mashinani tenki pale nteki pale, lakini chazo ni watu wa hifadhi wa, wa nyuki. Kwa kuwa pameboreka, hapa haingiliki na mtu yoyote wala mifugo wa hairuhusi kuingia eneo lile. Kwa kweli mradi huu sisi tunaona ipo haja kwa sababu mradi huu kwanza, utawainua vijana, wataepukana na wizi, wataepukana na kukata miti ovyo, kuharibu mazingira, watapata kipato, watainuka kiuchumi, wataweza kujenga. Kwa kweli huu mradi tunaufurahia, tuna, tuna, tuna, tuna sana kwa sababu utawaepusha vijana wetu kwenda kwenye mambo ya ajabu ajabu, hata mvuta bangi wakishajifunza zaidi wataendelea zaidi kujishughulisha na pia watajiinulia kipato chao ayo wataepukana na mambo mabaya, na tunashukuru hata wawezeshaji ambao tayari wamepambana, ruzuku imeingia kwetu, kwamba vijana wanawezekana wakaunda hata vikundi wakapata hata mkopo wa shilingi milioni kumi, maana ruzuku imeshaingia hata vijana wetu wanaweza kupata. Kwa kweli tunalifurahia sana jambo hili kwanza kabisa Yani tumepata hata ulizi wa ule nani wa kile chanzo cha maji. Maji yanayotoka kwenye chanzo kule mlimani mlima mosi ndio yanayopita mpaka huko mitaani kwetu, yamefika mpaka majumbani kwetu. Kwa hiyo kule maji yanalindwa kupitia ule mradi, haiwezi kupita mifugo kule kwa sababu kuna mradi ikipita mifugo na ikakamatwa au kuna mtu amefanya wa uharibifu wowote wa mahali pale akakamatwa, kuna faini za kijiji. Kwa hiyo watu hawaendi kufanya vitu vya tofauti kule, hawaendi kufanya vitu vya tofauti kule, na akipatikana anafanya vitu vya tofauti, kuna adhabu zake, akikamatika, kuna adhabu zake. Kwa hiyo kunalindwa, kunaheshimika. Huu mradi tumeupokea vizuri kabisa kwenye kijiji hiki cha Itagutwa. Kwanza kabisa tumeupenda na ndani ya kuupenda huu mradi Mi binafsi nimefikiria nikasema, kama kuna mwekezaji mwingine akajitokeza kwenye kijiji chetu cha Itagutwa akaleta mradi, inawezekana Itagutwa yetu itabadilika sana sana. Kwa kweli mimi nimeipenda kiasi kwamba nikasema na mimi hicho kikundi ambacho kitaandaliwa na mimi ni wembo, na mimi mwenyewe nimeupenda huo mradi, nimekipenda hicho kitu, kwa hiyo kama hivyo vikundi vimeandaliwa kweli, na mimi natamani kati ya hivyo vikundi, na mimi niwemo kwenye huo mradi. Tena nimetamani hata mradi wa kwangu binafsi, kwa sababu sisi tuna maeneo ambayo yamekaakaa tu.